Simbachawene ana trendi mitandaoni sababu ikiwa kutenguliwa kwake. Nafahamu umesikia mengi kuhusu utenguzi huu. Sasa ni zamu yangu, msikilize mwalimu. Ukinisikiliza mpaka mwisho utafahamu sababu hasa ya Simbachawene kutenguliwa. Kwanza tuanze na teuzi maarufu zilizotokea, alafu tutakwenda kujikita na huyu Simbachawene. Sikilize mwalimu uh. Kwanza uh, Patrobas Katambi amechukua nafasi ya Simbachawene. Teuzi maarufu ni teuzi ya Paramagamba Kabudi, baadaye nitaeleza amechukua nafasi gani. Teuzi maarufu nyingine ni ya Paul Makonda, lakini kuna teuzi ya balozi mtu kateuliwa kuwa balozi. Eh, ni, ni, ni, ni teuzi maarufu nayo, waziri Rajabu Salum. Sasa turejee katika hoja yetu, sababu Simbachawene kutenguliwa ni, ni, ni, ni ipi? Sababu hasa Simbachawene alikuwa waziri wa mambo ya ndani. Nafasi hii imechukuliwa ametenguliwa, na nafasi yake akapewa Patrobas Katambi, nafasi hii ya waziri wa mambo ya ndani. Sasa um, ni ukweli ulio wazi kwamba huwa hazitolewi sababu za utenguzi, na teuzi huwa hazitolewi sababu, lakini sababu zipo, lakini huwa hazitolewi. Oh, sasa maoni haya yatazingatia mazingira ya kisiasa ya nchini Tanzania pamoja na historia ya Tanzania, inaweza ikatusaidia kutupatia majibu. Oh, inawezekana, eh, kwa maoni ya mwalimu, maoni ambayo yanaweza yakaakisi ukweli Inawezekana uteuzi wa Patrobas Katambi kulingana na mazingira jinsi yalivyo, mazingira hayafichi, Patrobas Katambi anateuliwa ili kuongeza nguvu zaidi serikalini. Kwa hiyo uh, sababu hasa ya utenguzi huu naona, naona ni kuongeza nguvu zaidi serikalini. Uh, tunaona mabadiliko haya yanalenga kuongeza nguvu zaidi, e, kwa sababu tukimtazama Patrobas Eh, eh, tunaona ni kijana wa miaka arobaini na moja kijana kabisa huyu huyu, huyu ni kijana mwenye umri wa miaka arobaini na moja pengine bila shaka anaziweza hekaheka heka za wizara ya mambo ya ndani, ambapo wizara ya mambo ya ndani ni wizara ambayo eh, ina mambo mengi sana, ina mambo lukuki. Uh, wizara ya mambo ya ndani ina hekaheka nyingi, kwa hivyo Uh, waziri wa mambo ya ndani anakumbana na kashikashi nyingi. Uh, kwa hiyo tunaamini sababu eh, ni haya mambo mengi sasa. Eh, na ni kawaida kabisa kwa wizara kama hii kukumbana na mabadiliko ya mara kwa mara. Wizara ya mambo ya ndani ama waziri wa mambo ya ndani hubadilishwa mara kwa mara kulingana na eh, mambo mengi yaliyopo ndani wizara uh, ya mambo ya ndani Waziri wa mambo ya ndani anahusika na polisi, anahusika na uhamiaji, anahusika na magereza. Sasa hiki hiki ni kitengo ambacho kinaonana na watu kila siku, ni kitengo kinachogusa eh, masilahi ya watu moja kwa moja. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kumuona waziri wa mambo ya ndani pengine kuliko kumuona waziri wa katiba Kwa hiyo uh, hata tukitazama utamaduni wa wizara hii ni wizara ambayo e, haina utamaduni wa kuwa na mtu mmoja kwa muda mrefu e, haina utamaduni wa kulingana na unyeti wake kulingana na sarakasi zilizopo, lakini wakati mwingine kiongozi anaweza kuondolewa bila sababu. Inawezekana kiongozi akaondolewa bila sababu. E, kiongozi anaweza akaondolewa bila kosa ni zawadi kwamba pumzika na kutafutia jambo. Tujikumbushe Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimwondoa Kawawa ili amuweke sokoni. Kawawa kwa wakati huo alikuwa akipendwa sana na watu na hakufanya kosa lolote. E, sasa Nyerere mwenyewe alisikika akisema kwamba nilimwondoa Kawawa bila kosa lolote. Watu kama Kawawa hawazaliwi kila siku. Kwa hivyo uh, sababu ni hizo ambazo nimekueleza. Msikilize mwalimu, msikilize mwalimu, msikilize mwalimu. Kwa kwa, kwa, kwa hivyo tukihitimisha, uh, tunaelekea kuamini kuondolewa kwa Simbachawene uh, Raisi Samia Suluhu Hasani anataka kuongeza nguvu zaidi katika wizara ya mambo ya ndani. Kuna vitu anataka viende, anaongeza nguvu zaidi, anaongeza ufanisi zaidi. E, ndiyo sababu akamweka akamweka kijana. Kwa hivyo uh, lakini hii ni picha kwamba vijana hawaachwi nyuma, vijana hawaachwi nyuma. Vijana si, si, si taifa la kesho tu, ni la leo na wanapewa madaraka makubwa kabisa. Hii ni teuzi teuzi kubwa sana kwa kijana mwenye umri wa miaka arobaini na moja kama Patrobas Katambi, hii ni nafasi kubwa sana. Kwa hivyo hizo ndio sababu ambazo mwalimu anaamini na inaelekea kuwa kweli. Na wewe hebu jaribu kusikiliza mwalimu, na kama una maoni tofauti ama una maoni ya kuendana na mwalimu, hebu shusha hapo chini ili tuweze kuona katika komenti wewe unafikiri nini. O, kwa hivyo mbali na hayo o, tukiangalia teuzi zingine tunaona Palamagamba Kabudi, e, ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu kazi maalum. Paul Makonda ameteuliwa kuwa, kuwa waziri wa habari utamaduni, sanaa na michezo. Dennis Lazaro Rondo ameteuliwa kuwa waziri wa viwanda na biashara. Tuna Ayubu Mohamed Mahamudu ameteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Dr. Richard Stanislaus Muyungi ameteuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya makamu ya rais muungano na mazingira. Mhandisi Zena Ahmed Saidi ameteuliwa kuwa balozi, waziri Rajabu Salum ameteuliwa naye kuwa balozi, lakini kuna meja jenerali Mbaraka Mkeremi ameteuliwa kuwa balozi, kuna mhandisi Ali ameteuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania. Katika utenguzi, tumeona utenguzi wa ukimtoa Simbachawene, kuna utenguzi wa Profesa Iliakim, profesa, Profesa Iliakim Zahabu, e, Zahabu aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya kituo cha taifa cha ufuatiliaji wa kaboni, NCMC. Eh, huyu ametenguliwa na hawa ambao wamepata teuzi hizi e, eh, uapisho wao utafanyika tarehe 13 Januari mwaka 2026 Ikulu Chamwino Dodoma, saa nane mchana. Kwa hivyo hizi teuzi pamoja na tenguzi eh, ni kama hivyo ambavyo nimekueleza. Eh, rais, tunaelekea kuamini kwamba rais anaongeza nguvu zaidi katika hii wizara ya mambo ya ndani, ndio sababu akamchagua waziri ambaye e, eh, ni kijana lakini pia tunajikumbusha kwamba Uh, Simbachawene hajaanza leo kutenguliwa. Kipindi cha Magufuli tunakumbuka aliachia nafasi yeye mwenyewe alipokuwa katika eh, sekta ya madini alikaa pembeni mwenyewe, lakini baadaye alirejea Simbachawene. Kwa hivyo watu wanauliza mwalimu, huu ndio mwisho wa Simbachawene? Hapana, Sio mwisho wa Simbachawene kama nilivyoeleza kama nilivyoeleza kama nilivyoeleza. Nimeeleza kwamba wakati mwingine kiongozi anaweza kuondolewa bila sababu, bila kosa, ni zawadi kwamba pumzika na kutafutia jambo la kufanya. Kwa hivyo tunaweza tukamwona amerejea Simbachawene. Niwakumbushe Mwigulu Nchemba, wakati wa Magufuli aliondolewa, nadhani ilikuwa ni wizara kama hii, aliondolewa lakini baadaye akarejea kwa hiyo ni hali ya kawaida katika uongozi, ni kupokezana mpira na kuna malengo e, kiongozi rais anakuwa ni kama kocha wa timu ya mpira. Cristiano Ronaldo anapotolewa uwanjani haimaanishi kwamba Cristiano Ronaldo amekosea, tunaongeza nguvu, tunataka nguvu mpya, kuna kitu kinaonekana pale. Hebu tuendelee kutazama na kusubiri, baadaye tutarudi tena kuzungumza. Niwatakie siku njema.